Kutoka upande kwa Miss Tanzania, taji hilo limekupa fursa gani waweza msingi? Ah, fursa ni nyingi, kujuana na watu mbalimbali, watu wengi kunitafuta mbo. Unajua, unaweza kusema ndio namtafuta mbunge fulani, mtoto wa kawaida uweze ukampata, lakini like mm. it's very easy kuwapata na kuongea nao ili kujua nafanyaje kuhusu kampeni yangu ya Kimasai. Kwa hiyo nimekutana na watu mbalimbali, nimepata fursa mbalimbali, hata heshima pia nimerudisha kwenye watu ambao walikuwa hawaamini kwamba one day I'll make it possible financially financially umeongezeka, obviously. Unapewa zawadi mm. za mashindano, kuna vitu vingi, activity kama hivyo, unaitwa kwenye kitu, unapewa hela kiasi flani. Yeah, sijapewa zawadi zangu <laughs> mpaka leo. Ndio nafuatilia actually kwa gari na kiasi fulani cha hela. Nadai kiasi fulani hivi sitaweza kukitaja, but ni kiasi kwenye milioni na million something million something, mm, na gari ina sasa hivi nimenafuatilia na, na wasubiria kama nita tape, nitapewa jibu actually. Sasa hivi siendeshi gari, nakuja na usafiri binafsi mwingine kama taxi hivi kwenye interviews and all, kwa sababu sijapewa gari langu kuanzia mwezi wa 11 yeye ngo nilipo gari langu kuanzia mwezi wa 11. Sasa hivi nilikuwa tu nime drive kutoka saa 9 huko nimefika kwenye interview saa 11 sasa katika mizunguko yako, labda huwe unatumia aina gani ya usafiri? Natumia tax and na pay kwa siku natu, ngalipe elfu arobaini, elfu arobaini. Na naliza ngalipe elfu arobaini na tano si unajua Dar es Salaam tena. <laughs> Nimepanda toyo la asubuhi. Nimeona nachelewa kwenye interview, ngabidi nichukue toyo kutoka wapi, sijui kule ni mbali, tumependi kama suye, one hour kwenye toyo, hayo ndio hivyo.